Msikilizaji wa Grey Simulizi, karibu katika simulizi yako pendwa inayokwenda kwa jina la Dereva Taksi. Aliye kusimulia simulizi hii ni Grey Simulia. Ni kuombe usiache kusubscribe, kulike na kucomment, ili kuweza kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutokea hapa Grey Simulizi. Na Solo alikuwa dereva taksi katika jiji lenye pikipiki nyingi. Alikuwa mume wa Halima, mwanamke mlembo na mpole aliyempenda kwa moyo wake wote. Walikuwa na watoto wawili, Aisha mwenye umri wa miaka kumi, na Hasani wa miaka saba. Kwa nje walionekana kuwa familia yenye furaha, lakini ndani ya moyo wa Halima kulikuwa na maumivu yasiyoelezeka. Na Solo alikuwa mwanaume wa haiba mchangamfu na mwenye ucheshi mwingi. Kazi yake ya udereva ilimpa nafasi ya kukutana na watu wa aina mbalimbali, hasa wanawake. Alijulikana kwa tabia yake ya kupenda anasa na mahusiano ya siri na wanawake tofauti tofauti. Halima alikuwa mwanamke wa heshima, alijaribu kumsihi mara nyingi abadilishe tabia zake lakini Nasolo alikuwa na majibu mepesi kila mara. mke wangu hizi ni kazi za mjini, wateja ni wateja na wateja wanapenda kujisikia vizuri, alikuwa akisema kila wakati Halima alipomhoji kuhusu tabia zake za kupindukia na wanawake wengi. Mwanzoni Halima alijipa matumaini kuwa Nasolo atabadilika alivumilia usiku wa kuchelewa kurudi nyumbani, simu za siri na harufu za